Mila potovu na ukosefu wa kujitegemea kiuchumi miongoni mwa wanawake ni uh, chanzo kikuu cha dhuluma za kijinsia na ndoa za utotoni katika jamii za kaunti ya Busia na nchi jirani ya Uganda. Ili kukabili mila hii potovu na dhuluma za kijinsia katika jamii, maafisa kutoka kwa shirika la IGAD waliwaleta wadau mbalimbali kwenye majadiliano kuhusu ujumuishaji wa wakazi mipakani na mbinu za kupambana na mila hizo potovu. Where you belong. Kwenye washa ya siku mbili iliyowaleta pamoja wadau mbalimbali wakiwemo viongozi wa kidini, wataalam wa mawasiliano kutoka Kenya na nchi jirani ya Uganda pamoja na viongozi wa jamii. Mafunzo yanayoangazia mbinu za kupiga vita mila potovu zinazochangia dhuluma yaliendelea right hapa. Mila na tamaduni mbalimbali mbali za Wakenya na raia wa Uganda zimejadiliwa ili kupunguza idadi ya wanaodhulumiwa jamii za pande mbili za Kenya na Uganda zimetakiwa kutangamana na kufanya mazungumzo ya mara kwa mara. Wanawake pamoja na wanaume katika eneo la IGAD walipata fursa ya kujadili changamoto zinazowakumba, mbali na mila potovu zinazooana kama vile urithi wa wajane na jinsi ya kubadilisha tamaduni hizo. Surely, in this to have the women inherited when they have lost their their husbands because we know the community now the dangers that are in the community like uh, looking at a, a, a girl child as a a child that is not valuable surely every child today is valuable mambo ya cross border tuna watoto wasichana wametoka kuja kuuza huku biashara kufanya biashara huku kuuza ndizi kuuza samaki

Addressing gender-based violence is a collective responsibility. We have, we have picked out uh, cultural leaders, religious leaders, stakeholders like community influencers because they have a big role that they play in either promoting or ending gender-based violence. Kukosa kujitegemea kiuchumi pia, kuna walazimu waliodhulumiwa hasa akina mama kurejea mikononi mwa wale wanaowadhulumu. Huku wanaume wanaodhulumiwa wakikosa kupiga ripoti kuhusu dhuluma hizo kutokana na unyanyapaa katika jamii. Na saa zingine hata sisi wazee, saa zingine tunafinywa sana na kina mama na saa zingine hatupati forum ya kujitetea. Mafunzo ambayo tumepata hapa ni yale ambayo yataweza kutusaidia kuzungumza na jamii na washirika wetu kuweza kubadilisha tabia na mazoea mabaya ya kimila na tamaduni. Akizungumza baada ya mkutano huo, meneja wa kitengo cha jinsia cha IGAD, Amina Farah amesema kuwa mafunzo hayo yatawafaidi wanawake mashinani, akiwataka kuzungumza kila wanapokumbwa na masuala ya dhuluma za kijinsia badala ya kuteseka kimya kimya.

You know, gender-based violence, amongst other things. Uh, sisi kama wanahabari hasa wale ambao wako pale studioni uh, tuko na programu ambayo unafaa ukuja nayo kama we mwanahabari ya kuweza kuelimisha hawa uh, wananchi wetu kuhusu utamaduni, na kupitia hapo kuna zile tamaduni ambazo ni potovu na kule zile tamaduni ambazo ni nzuri. Jane Cherotich, Runinga ya Citizen Busia.